Na wale wengine wa kufungua swala, hata imamu hajasema Allahu akbar, hasa zikisomwa zile sura zao zile, tunajua ah, sabbihisma hii eh, suhufi ibrahima wa musa, chuma kinaachia bwa, amuonaje wale, anaachia mkono anamsubiri. Sasa dawa yao hawa ni wale maimamu wa kuunga Suhufi ibrahima wa musa, wakati ameachia imamu ananyanyuka na sura nyingine, sasa sijui atarudisha. Haifai kufanya matendo haya jamaa, yanafanyika sana, lakini wajanja hawa wanawafanyia wale maimamu waliowazoea. Anajua huyu imamu wangu, sura hii haruki hapa, lakini wakiswali misikiti migeni, subutu, tuli hajui imamu anatua wapi, si ndio eh?